Tunasoma kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ikiwa wale wanaoficha na kutoa udhuru kwa ajili ya makosa yao, wangeona jinsi Shetani anavyofurahia kwa ajili yao. Jinsi anavyomsuta Kristo na mamlaka watakatifu kwa sababu ya ufichaji na udhuru wao huo, wangeharakisha kuungama dhambi zao na kuziacha kwa njia dosari katika tabia zao. Shetani anatenda kazi ya kutawala akili yote, na anajua kuwa ikiwa dosari hizi zitaendelea kuwepo atafaulu. Kwa hiyo, anatafuta daima kuwadanganya wafuasi wa Kristo kwa hila zake mbaya, kwamba haiwezekani kwao kushinda. Lakini Yesu anasihi kwa ajili yao kwa njia ya mikono yake iliyojeruhiwa, mwili wake uliochubuliwa. Asiwepo mtu anayechukulia kuwa dosari zake hazitibiki. Mungu anatoa imani na neema ili kuzishinda. Pambano Kuu, kurasa wa mia nne na tatu mia nne na nne